Wa maamuzi mwezi wa maamuzi umefika mm. Ambapo tarehe 29 Oktoba, Tanzania inakwenda kuandika historia nyingine kupitia sanduku la kura. Lakini swali ni moja, je, unaelewa majukumu yako na haki zako kama mpiga kura? Na leo uh, hapa studio tuko na Mariamu Kiyuga, mkurugenzi wa taasisi ya elimika jitambue simama kwa ajili ya wengine taasisi iliyopewa kibali na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi eh, kutoa elimu ya mpiga kura. Tutazungumza wazi kwa lugha rahisi kuhusu haki zako, wajibu wako, na nafasi yako katika kujenga taifa. Usikae kimya, usichague kwa kubahatisha. Jitambue, elimika eh, na simama. Mariam, habari asubuhi na karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. mm -hmm. salama Haya, huko tayari kwa ajili ya darasa? Kwa sababu leo tuko hapa sisi tunataka kujifunza tu, hatuna maswali mengi, lakini kubwa zaidi tunaamini kwamba tunataka kujifunza tayari. tumekushaingia katika mwezi huu wa Oktoba uh, kwa hiyo ni muhimu sana um, ikiwa leo ni Oktoba mosi. Ndiyo. kwa namna hali unavyoiona wewe uh, unadhani watanzania wako tayari kuelekea Oktoba 29? Uh, ni kweli wako tayari sana Tumekuwa tukifanya hii elimu huko mitaani, mwitikio ni mkubwa. hmm. yes. wako tayari. Wako tayari. Mm -hmm. kwa kifupi elimu ya mpiga kura ina maana gani na kwa nini ni muhimu zaidi? um, elimu ya mpiga kura ni elimu inayotolewa ili kumu, kumpa yule mpiga kura taratibu na kanuni za kwenda kushiriki uchaguzi, kwa sababu unavyokwenda kushiriki uchaguzi kuna miongozo ya jinsi ya kushiriki uchaguzi. hmm. uh -huh. Kwa hiyo hii elimu inatakiwa inatolewa kwa jamii, ili wakienda kule waweze kupiga kula na ku, ku, kupunguza uh, kula kuharibika, wapige kula zilizo sahihi. hmm. Uh, wanaelekezwa jinsi ya kupiga kula kula sahihi, yeah. Sawa kabisa, tutaenda taratibu tu uh, Mariamu uh, kuwa twende taratibu wala, kwa sababu uweo ndo tunakutegemea hapa, utupe elimu. Hakuna uh, namna yoyote ambayo tutaumizana, tuta tuko hapa <laughs> uh, kwa wema kabisa, ili tuweze kusaidiana kupeana huu uh, uelewa. uh, taasisi yenu imekuwa ikitoa elimu hii wapi? Uh, taasisi yetu imepata kibali kutoa elimu katika mikoa tisa ya Tanzania. Ndio. ila kwa sasa bado tuko katika mkoa wa Dar es Salaam. Mm. sasa hivyo tuko kwenye mkoa wa Dar es Salaam, mmeshatembelea -hmm. e, wilaya ngapi mpaka sasa? mpaka mm, sasa tumeshatembelea wilaya tatu mm. uh, Ilala mm -hmm. Temeke na Kigamboni wilaya latemekia Kigamboni, huku mlikopitapita wapi watu wanaonekana mwamko ulikuwa mkubwa zaidi kwa sasa? mm. kwa sababu tuko tuko team, kuna wengine mm. wako huku wengine wako kule mm. ila kwa upande wangu mimi sasa, kwa sababu mimi ndio nayoongea ambayo nimetoka na Kigamboni mm. kwa Kigamboni kwa kweli, mwitikio ni mkubwa sana mm. na kwa sababu tunafanya niku, tuko pale kwenye geti tumepata kibali na tamesa wametupa ruhusa ya kuingia mle ndani mm. mm. kwa hiyo tunafanya pale elimu kwa watu wanaoingia na kutoka mm. kwa hiyo pale tunagusa jamii kubwa sana ya wa watu Do. wa Dar es Salaam mm. kwa sababu unakuta unatoa elimu kwa mtu anakuambia, mimi natoka mm, labda anatoka Kinondoni mwingine mm. anakwambia anatoka Temeke mwingine, sijui anatoka wapi mm. kwa hiyo kwa pale unajikuta unatoa elimu kwa, kwa ule mkusanyiko, lakini ule mkusanyiko pia umetawanyika katika Dar es Salaam yote sasa. mm -hmm. Pale mnatoaje elimu? Mnawaita ama mnamsimamisha mtu na mnamwelekeza, ama ni utaratibu gani ambao mmeuweka uh, uh, wa, wa kutoa hii elimu? nani pale tu mmejikita, ama mmekuwa pia mkizunguka zunguka katika maeneo mengine ya Kigamboni kutoa elimu uh, hii? kwa pale Kigamboni feli tukumlindani kwenye lonji mle, kuna watu wakiingia wao wanasubiria pantoni. mm. kwa ule, kwa ule mkusanyiko ndo tunautumia, tunaongea. mm. Tunatoa elimu, kwa hiyo watu wanaokuwa na maswali wanakuwa wanauliza. mm. e, wanauliza maswali pale jinsi ya kushiriki labda watu wamepoteza vitambulisho mm. kwa hiyo kunakuwa kuna maswali pale, baada ya kuwa umetoa ile elimu. Kwa hiyo ule mkusanyiko ndo tunautumia kama hivyo, lakini pia tunatoka nje ya hapo mm -hmm. Ehe, tunakwenda kwa mfano, tunatembea tunakwenda, tuna, tuna kwenye taasisi. Kwa mfano tumefanya tayari na hawa wadhibiti ubora wa shule wa wilaya e, awa wadhibiti ubora wa shule wa wilaya ni watu ambao wanakwenda kwenye e, mashule wanaekwenda kukagua shule zile kule wanakutana na makundi mengi ya watu. Kwa hiyo kule wanavyofika sisi tunavyowapa ile tumewapa ile semina na no wakifika kule wanawaelezea wengine kule mm. E. Kwa hiyo pia tuna hawa wanaitwa uh, babarishi na mamarishi hawa tunawafuata kwa sababu wao wanakuwa wana uongozi. Kwa hiyo unaongea na ule uongozi wana kukusanyia wale watu mm. Unaongea nao wa. Lakini pia kuna watu ambao haiwezekani kuwakusanya kwa mfano bodaboda boda. mm. Inabidi tunawafata kijiweni mm. Kwa hiyo pia kunakuwa kuna ile move, movement. Yani unaf, unatoa elimu huku akipata mteja anaondoka mm. Kwa hiyo anakuja mwingine aa. Na kikubwa zaidi ambacho tunakuja kuwapata sasa ni ile jioni saa moja saa mbili mm. Tunatembelea kwenye e, e, vituo ntesijui ni vituo sijui niite ninini vya wauza kahawa hawa sasa pale vijiwe pale sasa, mm. mm. sasa ndio tunakutana na jamii yote, tunakutana na wazee vijana mm. na tayari wameshatoka kazini wamepumzika mm. kwa hiyo hiyo ndio tunanywa kahawa na kuchezwa draft. Eh, tunacheza draft, e, tunakunywa mm. kahawa tunatafuna kashata e, na elimu, naona sasa hivi mambo yamekaa sawa sawa. Sasa turejee mm. pale ambapo tunataka ku, naona mambo yamekaa sawa, sawa. Nilikuwa najaribu kuona kwamba ni namna gani tunaweza tukakurudisha katika Um, uh, Mariam sasa mimi kama mpiga kura ambaye natamani tarehe 29 ikifika nitoke nikapiga kura yangu. Napaswa kujua mambo gani muhimu kabla sijafika kwenye kituo cha kupiga kura? Uh, mambo muhimu ambayo unatakiwa kuya, kuyajua mm. kwanza uh, tunashauri siku moja kabla wewe umejiandikisha, unajua ungejiandikisha kwenye kituo gani mm, nenda pale, kwa sababu uh, watu wanaweza wakawa walikuwa wengi katika kile kituo. Kwa hiyo wakiwa wengi katika kuandikisha, katika kupiga kura, vile vituo huwa vinagawanywa, vinapewa kama ni kituo A basi, kinapewa kituo A moja, kituo A mbili, mm. Kwa hiyo vinagawanywa. Kwa hiyo wewe kitendo cha kwenda kabla, ina maana kitakurahisishia kesho yake usiende kuanza kuangaika kutafuta kituo chako kiko wapi. Utakuwa unajua tu mimi ni kituo A e, labda shule ya msingi Azania A e. Hmm. Kwa hiyo utaenda tu pale A e, utapanga mstari utapiga kura kuliko hmm, kufika siku hiyo ukakuta vituo vimekuwa Azania A, B, C, D, E ukaanza kutafuta huko wapi, kwa maana ni ufanye tarehe ishirini na tisa ndo tayari vitakuwa vimegai, ama naweza kwa, kwa maana ya tarehe ishirini na nane ama naweza nikaenda kuanzia tarehe ishirini na tano nikaanza kuangalia kama muda upo ama, ama bado hivi nakuwa havijagawanywi ha, ha, hivyo na hayo majina labda hayajabandikwa, nitashindwa kujua kwa nini ah. Mnasema siku moja kabla ah, ah, nasema siku moja kwako wewe kwa sababu unaenda tu kuhakiki, lakini vituo vitaandaliwa mapema zaidi ah, vituo vitaandaliwa mapema zaidi e. Sawa, kwa hiyo hicho tu ndo cha muhimu ambacho, A, pano, eh, kingine kingine unatakiwa ubebe kadi yako ya kupiga kura kwa sababu ukifika pale lazima uonyeshe kichinjio kichinjio chako. Ehe, uwai, usivae nguo ambayo inaashiria wewe ni mwanachama gani. Wote tunakuwa sawa. Mm. E, usivae nguo ya chama au yani, yani usivae nguo inayoashiria kwamba mtu akikuona mimi ni ACT nisivae mtandio wangu wa zambarau, mimi ni CCM nisivae shati langu la kijani kabisa. Haya. Mm. Mm. uwapige kura nadhani mnasikiliza na mm, kama mna maswali yenu, uh, Mariam tunaye hapa leo uh, amekuwa mwenye akihangaika akifanya majukumu yake akienda katika vijio vya kahawa lakini leo amepata wigo mpana, anazungumza na jamii nzima ya Watanzania kupitia masafa haya ya UFM, na hata walikuwa nje huko na wanakusikia kwa sababu matangazo yetu yanapeperuka mpaka huko. Kwa hiyo Maria, leo uh, uwanja ni wa kwako. Kwa hiyo ya kwanza tumesema tuende pale siku moja kabla kwenda kuhakiki, lakini cha pili tumesema tubebe kadi eh, uh, kwa maana ya kichinjio uh, ya tatu tumesema tusivae nguo mm, ambazo zenye kiashiria kitakutambulisha kia kwa wewe ni wachama mm, gani sawa. Cha nne chama kipo uh, ni kwai tu kituoni mm -hmm, ukifika unapanga mstari mm -hmm, kwa sababu utakuta wamepwika mstari, yani anayefika tunapanga foleni ili kuwe mm -hmm, na utaratibu kupanga foleni na kuwa utaratibu mm -hmm, hayo ndio ya msingi ya kuzingatia. Kuna kiswali kidogo hapa um, kuna ki kuna tofauti uh, kati ya kuenda kupiga kura na kuelewa kura unayoipiga, na mtu anaweza akaenda tu pale, lakini akawaelewi hata sitakuwa naeleweka <coughs> <coughs> yani yani, kuna mtu yeye <coughs> anaamua tu, mimi nakwenda kupiga kura pasipo kufahamu kwamba kura hii ninakwenda kuipiga kwa malengo gani? ye ili mradi tu aenda pale akapiga kura kamchagua fulani, lakini hajui ile thamani ya ile kura yake. Pengine unaweza kutufafanulia thamani ya mpiga kura, ile kura yake mm. thamani yake mm. ipi mm. k okay. <coughs> Labda tu kwanza, nianze na hii. Unasema mtu anaekwenda kupiga kura mm. lakini hajui thamani mm. ili sasa, naliacha kwa wanasiasa kwa wa sababu, wanasiasa ndo amepewa muda wa kupiga kampeni na kuelezea mm -hmm. sera zao. Sera zao mm -hmm. ila mimi nitaongelea tu nini maana ya uchaguzi. Sawa. Mm -hmm. uchaguzi ni kitendo cha kuenda kumweka mtu katika madaraka ili awe kiongozi kwa kupiga kura mm -hmm. si, umenielewa? Ni kile kitendo cha kumweka kiongozi madarakani kwa kupiga kura, ndio maana tunasisitiza umuhimu wa kupiga kura, kuna, ili kumchagua kiongozi wako akuletee maendeleo katika mm, jamii yako sawa sawa. Kwa maana hii tunaweza kusema pia thamani ya hiyo kura ya mpiga kura mm, e, ni kupata e, kiongozi ambaye yeye mm, anaona anastahili kuwa naye na kwa lengo la kumletea maendeleo ndio, sawa sawa. Mm. na mpaka sasa e, mbona tumesaliwa na siku ishirini na e, nane ambapo ishirini na tisa ndiyo tukio lenyewe sasa linakwenda kufanyika hapa katikati. Kati ya siku hizi 28 zilizobaki, e, kama taasisi mmejipanga e, kwa kiasi gani kuhakikisha mpaka inafika tarehe 28 8 pengine basi mwaw wa Tanzania, ama maeneo ambayo katika mikoa hiyo mmesema mikoa iko tisa, na mpaka sasa mpo hapa Dar es Salaam, namna ambavyo mmejipanga kama nini mpaka kufika tarehe hiyo 28 eh, muwe mmekamilisha zoezi hilo. Kwa kweli tunajitahidi kwa sababu kama nilivyosema tuko team. Kwa hiyo wakati wengine wanaendelea huku, wengine wanakuwa wanaendelea upande mwingine. Ingawa tulianzia nyumbani, kwa sababu taasisi imesajiliwa Kigamboni, kwa hiyo mm, ndo tulianzia hapa, na na kama tulivyokwambia msikilizaji, tume tuko hapa tulivyokujuza mapema, uh, tunapata elimu hii leo ikiwa ni Oktoba mosi tunapata elimu kuhusu elimu ya mpiga kura ambapo tunaye uh, mtaalamu hapa Miriam uh, Kiyuga ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya Elimika Jitambue, simama kwa ajili ya wengine, ni uh, miongoni mwa taasisi ambazo zimepewa kibali na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi uh, kutoa elimu kwa mpiga kura ndio maana leo tukiwa ni Oktoba mosi, tumeona si vibaya tukaitoa elimu hii kwa Watanzania. Kama tulivyokujuza awali, tayari uh, Mariam tuko naye hapa na tumekuwa tukiendelea kuzungumza naye. Basi kwa kusema hayo machache tu, Mariam, tuendelee tena uh, utaratibu wa kupiga kura. Ndo nimefika pale, nimeshakagua, sijavaa nguo uh, hizo ambazo zinaonyesha na yale mengine yote ambayo tulikuwa tumeainisha. Utaratibu wenyewe wa kupiga kura ukoje ninapofika pale kituoni? Uh, utaratibu unapofika pale kituoni, wewe mpiga kura ukifika utakuwa na ile kadi yako ya kupigia kura. Uh, utampatia msimamizi namba moja, msimamizi wa uchaguzi hmm. Msimamizi msaidizi nani? Nikifika pale, nikishaingia pale kwenye chumba nampa kadi yangu msimamizi. Ndio, ndio. Ukishampatia hiyo kadi msimamizi ataisoma jina lako kwa sauti. Akishasoma lile jina kwa sauti wale mawakala wa vyama, kwa sababu ndani kuna kuna wakala wa vyama, watasikia. Sawa. mm -hmm. Basi wakishasikia endapo wale mawakala watakutilia shaka mm. Watakuuliza maswali ili kujiridhisha kama kweli wewe ndiyo mwenye ile kadi mm -hmm. Wakishajiridhisha basi, msimamizi wa kituo atakuonyesha atakuonyesha jinsi ya kukunja ile karatasi ya kupigia kula mm. Atakuelekeza ya rais, mbunge na diwani kisha atagonga muhuri ile karatasi kwa sababu ile karatasi lazima igonge muhuri ndio iwe iwe mm. halali ndio kura kwa halali. Eee, sasa. Mm. halali. Mm -hmm. Basi ikishagongwa muhuri wewe mpiga kura utakwenda kwenye sehemu ya kupigia kura sehemu maalum mm -hmm. Ukifika pale, basi utafanya maamuzi yako kwa kuweka zile alama zinazohitajika katika kisanduku alama ya pata unaweka ndani ya kisanduku mm -hmm. kwa rais, mbunge na diwani. Ukishamaliza kuweka hiyo nani, utatumbukiza kile kikaratasi kwenye kisanduku, kwenye kisanduku mm -hmm. chako. Basi kabla hujaondoka mm -hmm. yule msimamizi atakuwekea alama ya wino ambao haufutiki katika kidole kidogo cha mwisho. hmm. Hii ni kuweza kuzuia watu kupiga hmm, kura mara mbili. Hizo ndo taratibu za kupiga kura, kufika pale tunaanzia mwanzo, hmm, kutoa kukabidhi kadi yako kwa msimamizi msaidizi hmm, wa kituo mpaka zoezi la mwisho linakuwa ni kuchovya ku... kwenye wino. Hapana, ukimaliza unatikiwa uondokee nyumbani, sinalinda kulango apana. <coughs> kula hailindi hivyo. Ah <laughs> mm, uh, kama utataka kubaki pale iwe ni mm, umbali wa mita mia mbili, kama unataka kusubiria matokeo mm, ya pale mm, e, ya kituo chenu ya kituo chako e. Sawa, nadhani pia kuna mimi labda nimejiandikishia Arusha, nyumbani kwetu ndio, lakini sasa hivi niko kazini, niko hapa, nataka kumpigia kura rais, utaratibu ukoje kupiga kura ya rais katika kituo tofauti na nilichojiandikisha? Uh, kweli, kwa mwaka huu tume imeboresha, imeruhusu mtu kupiga kura ya rais nje ya kituo alichojiandikisha. mm -hmm. uh, kuna aina mbili ya kutoa taarifa, unaweza ukatoa taarifa kwa uh, kielektroni kwa kupitia e, website ya tume, ukaingiza taarifa zako na ukafuata maelekezo jinsi itakavyoendelea kukuhudumia hiyo mm. website. Lakini pili, unaenda kwenye kituo ambacho wewe sasa unataka kwenda kupiga kura mm. na unatakiwa uende siku kumi na nne kabla ya siku ya kupiga kura hmm. Kwa hiyo unakwenda kwenye kile kituo ambacho wewe upo uta, utakwenda kupiga kura ya rais hmm. Ukifika pale utaelezea, utakutana na wasimamizi wa uchaguzi hmm. Utawaelezea kwamba mimi nataka kupiga kura ya rais hmm. Lakini nimetoka wapi? Arusha. Arusha. Kwa hiyo watanihakiki na nikupewa kupewa nafasi. Sasa hebu tuambie, najua sasa hivi kuna mambo ya kielektroniki, kumalizia tu mazungumzo yetu yeah. Uh, njia za kuhakiki taarifa zikoje za kielektroniki kwa ufupi? Ah, tu njia okay. hizi za kuhakiki taarifa kwa sababu ni jambo la muhimu kwelikweli ambalo tungependa kulifahamu ya una unaingia kwenye kwenye uh, nani website hiyo mm. Ya, ya tume zipo mbili. Kuna hii inaitwa www.inec.go.tz mm -hmm. Na hii nyingine ambayo ni vis.inec.go.tz mm -hmm. Ukishaingia mm. Unafuata tu maelekezo kama jinsi unavyoweza inakuwa na maelekezo itakuhitaji uingize namba yako ya kadi mm. itakuambia taarifa zako, nini unataka nini, yani unakuwa unaongea nao kama jinsi tunavyoweza kufanya, unavyofanya tu mwamala wa simu, unavyotaka kununua labda pesa. Asante sana Miriam Kiyuga, mkurugenzi wa taasisi ya elimika, jitambue, simama kwa ajili ya wengine, na hapo ndipo tunahitimisha mazungumzo yetu ya leo uh, kuhusu